Siku moja baada ya mwendelezo wa madawa ya asili, Thomas aliamka kitandani akiwa na maumivu ya kichwa. Alitazama saa, ilikuwa saa tatu asubuhi. Alishangaa maana tayari ameshachelewa kazini. Bila kusita, alijua muda huo mke mdogo atakuwa yuko jikoni anapika chai. Thomas alimfuata huko na kumuuliza Mbona hukuniamsha na unajua leo nina presentation? Mke mdogo alijibu kwa upole, nilijaribu kukuamsha, lakini ulisema umechoka sana na unahitaji kupumzika kidogo. Thomas alimwangalia kwa mashaka, lakini hakufanya lolote. Alijiandaa na kutaka kutoka kuelekea kazini lakini kabla hajaondoka alilazimishwa kunywa chai, chai ambayo iliongeziwa tena madawa yale. Madawa ya asili yalikuwa tayari yameshaanza kumchanganya Thomas, na sasa yalianza kuonekana hata mabadiliko yake. Mchana huo Thomas akiwa kazini, wenzake walishangaa tabia yake mpya. Kuna wakati alianza kuongea maneno yasiyoeleweka, mpaka mfanyakazi mmoja alimuuliza, je, bosi, uko sawa leo? unaonekana kama una msongo wa mawazo. Mimi huku nyumbani niliendelea na majukumu yangu ya kulea watoto, na siku moja mtoto wangu wa kiume aliniuliza, mama baba akirudi nyumbani huwa hakai sana kama zamani, lakini huwa anakasirika hata ukimuita. Nilimtazama kwa huzuni, kisha nikamwambia mwanangu, baba yenu anapitia mambo fulani ya kikazi, ila atakuwa sawa. Wakati naendelea kuongea na watoto wangu, simu yangu iliita. Alikuwa mke mdogo. Sikutaka kuipokea kwa muda huo, iliita mpaka ilikata. Baadaye alituma ujumbe, nilikuwa nataka kukusalimia tu dada, muko salama? Sikujibu meseji ile, maana tayari nilikuwa na wasiwasi. Kama kawaida yake Thomas huwa haji kwangu mara kwa mara. Usiku ule alienda tena kwa mke mdogo akiwa amechoka sana, lakini Thomas pia alianza kuwa na mashaka na mke wake. Wakati mke wake anamsogelea karibu na kumshika kwa mahaba, Thomas alimwambia kwa hasira, usinifanye mimi kama mgonjwa sawa? Nahisi kama akili yangu haitulii siku hizi. Mke mdogo alimwangalia kwa pembeni huku akitabasamu kimya kimya, lakini kabla Thomas hajapitiwa na usingizi, mke mdogo alimpa juisi ya matunda ambayo amechanganya na ile dawa iliyokuwa kwenye kichupa cha kijani, huku akimwambia kwa mahaba, pole mume wangu, na huu ndio msaada wangu kwako kufanya uwe na amani. "Kunywa juisi mume wangu." Niliendelea na majukumu yangu ya kuandaa watoto, japo picha zetu za familia zilikuwa zinanitoa machozi mara kwa mara, na moyo wangu ulikuwa unaniambia huyu si ule Thomas niliyempenda. Sauti yake macho yake, hata harufu yake ya mwili imebadilika. Kuna kitu kimevamiwa ndani yake. Mchana nilipata wazo la kwenda kwenye soko la mitishamba. Nilikutana na mzee mmoja maarufu wa mitishamba, na nilimuelezea matatizo yangu. Baada ya salamu, nilimwambia mume wangu amebadilika sana anakasirika bila sababu, anasahau vitu hovyo, haongei kama kawaida. Na yule mzee alinijibu, huenda akawa na stress ama kuna vitu vya kuchezewa moyo na akili, lakini kumbuka, dawa ya roho si mapenzi peke yake, ni uongo na tamaa. Alinipa miti shamba ya kufukiza kwenye moto na kuniambia nitumie wakati mume wangu atakaponitembelea. Lakini kule kwa Thomas bado hali yake haikuwa nzuri, alikuwa anaongea maneno ya chini chini, kama vile mtu anayepoteza fahamu, huku akiongea vitu ambavyo havieleweki. Lakini mke mdogo alikuwa anamwangalia kwa makini tu na kumwacha maana anajua mpango wake sasa unakaa sawa. Aliendelea kumchanganyia madawa huku akisema, usikumbuke kitu, sahau kila kinachokufurahisha, naye wewe ni wangu. Kesho yake nilianza kufukiza zile dawa ndani kwangu, maana nilijua Thomas muda wowote anaweza kufika hapa. Wakati namaliza kufukiza zile dawa, ghafla Thomas alikuja nyumbani kwangu kuwaona watoto. Alivyoingia alisimama mlangoni na kushtuka, kisha akasema, hii ni harufu ya nini? Kuna kitu kimenikumbusha, lakini siwezi kukumbuka. Nilimwangalia kwa macho ya uchungu na huzuni Labda kuna sehemu ya moyo wake haijachukuliwa kabisa, lakini bado anaweza kurudi. Kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika simulizi yetu pendwa ya Alikuwa na Mke Mwingine, usisahau kusubscribe na kushare, kisha utuambie, je, mke mdogo alifanya vyema kumfanyia madawa Thomas? Usisahau kushare nasi kila kitu. Asante mpaka muda mwingine.